So, siwezi kufanya kazi ofisi moja na wewe ukiwa bosi wangu. Unamaanisha no nini? nadhani hiyo <laughs> <laughs> ni dhahabu Kabonge, nao nini kupa chochote. Ukirudi utapata shia yako. Nina makosa mengi kama mwanadamu. Ni roho ya Simon imekuingia, ile roho yake ya kilokole? Ama unampenda Simon? Naona kama mtu fulani namkumbuka, namjua vizuri. Mungu wangu unayejua jema na baya wasafi na wenye dhambi, unataka kuniambia nini juu ya huyu binti Bel? Naomba hekima na busara kuisikia sauti yako. <mulia> Niwewe, niwewe, niwewe, niwewe, niwewe, niwewe. Ni mkufu gani unaongelea wewe? Mbona sikuelewe, malkia wangu? ni, ni, maliki ni wa dhahabu. Kwa kumbukumbu kumbu zangu zinaniambia niliutupa hapa. Oh, ulitupa hivi mm. Ulishawahi kuona wapi mtu akatupa kitu kwenye nyumba ya mtu afa kadai ni chake? Kwa hiyo unao, una eh, ndio nao, ila kwa sasa sina, nimempa Sela upeleke sokoni. Unasemaji wewe? Mbona unataka kuniweka matatizoni huu um, mkufu sele anaujua? Najua <laughs> e, kuwa. Na ndio maana nilimpa yeye makusudi ili nikupe funzo. Unaongea kitu gani mudi? Mimi ni mwanaume tena mwanaume kamili kama alivyokuwa Saidi. Sikufurahisha na wewe juzi kunipandisha sauti nyumbani kwangu. Naenda wapi bila ruhusa yangu wewe. Nilikuja mwenyewe na naondoka mwenyewe kwa ushauri wa kijogoe, si ndio? Unamaanisha nini? Mwanangu, naona eh, hali yako imebadilika sana siku hizi. Mwanzo nilihisi kwamba ni labda ni stress ya maandalizi ya, ya albamu yako, lakini naona sio. Kuna tatizo gani mwanangu? Mi niko sawa baba, na mengine ni ya kawaida tu, nitakuwa sawa. Okay, so... ila kifo cha marehemu mama kimemwathiri sana Lia, na tunapaswa kabisa kumsaidia wazazuri. Ya, ya, najaribu sana kumwelewa lakini wakati mwingine nashindwa. Ah, matendo yake ni magumu sana kuvumilika lakini Mungu wetu ni mwema, tuendelee kumwombea. Siku nyingi utundu wako mwanangu. Ma, siku nyingi tumewaachia nyinyi, sasa ndio wakati wenu, na unajua. <laughs> Wewe ndo mwalimu. <laughs>

Ubaya najiuliza, sipati sababu kwa nini kila siku yanakuwa kwangu. Kwa nini mimi eh? kwa nini mimi

Sweetheart, uko sawa? Yes, uko sawa. Kuhusu jana usiku kulala sebleni, unahisi hali yako ya kukosa usingizi karibu na mimi imerudi, maana jana siku nzima tulikuwa na furaha sana, na sijaona sababu ya wewe kushindwa kulala karibu na mimi. <clears throat> Sijui labda nikuulize kwani umeanza tena kuchepuka hmm? Samani kwa kuuliza hilo, kwa sababu hicho ndo kitu pekee kilikuwa kinanyima usingizi karibu yako. Hata hivyo, usijali kuhusu hilo, cha msingi sasa ni kukamilisha ndoa ya Jessica na Kojak. Nani? Ni mimi Masele, Kamanda. Ah, Sele. Ingia mshikaji wangu. Kamanda mlango umefungwa kwa ndani. Ah, basi wewe vipi tufanye kesho? Leo niko busy kidogo. Poa, poa, poa Kamanda. Poa. Mwanangu, it is your time, no retreat, no surrender. <laughs> Naona imefanyika kazi nzuri sana, wamepamba kulingana na aina ya watu mashuhuri tulioalika. Jambo letu limefanikiwa. <sighs> Kwa hiyo nakupa zawadi, naona nakuwapa wana zako si ndio? Unaongea nini, Sele? Mkufu wangu upo wapi? We Sele. Kelele za nini? Una shida gani? Sina kuuliza una shida gani we? <tipos> Wena tumeshinda na umekuja, eh? Wewe hapa umekuja usalimii. Wewe nisikie unamfanyia fujo dada yako, kwenda Ya ni project nzuri yeah, nzuri sana na hata nichangamukienm niko sawa baba. Okay. Okay. Yes, I'm very much okay. We, we can go now. Babaunahakikang okay. Yes. Huyu mwanamke anafanya nini hapa? Uh, yes. Sijamwalika na sijui nini kinaendelea, nini kinaendelea. Dad, huyu mwanamke ndio chanzo cha mimi na akuachana miaka mitatu iliyopita. Ah, uh, ah. No, no. Uh, yes, ah, babe, sikutarajia kama utarudi sasa hivi Are you okay, babe? Sku, sku

manishi chochote kwako. Kwa nini umelala naye? Hivyo ndivyo mwanaume munguana anapaswa kufanya? Mbali na usaliti uliofanya, kauli zako tu zimenifanya nigundue. Nilifanya makosa makubwa sana kuwa na wewe. Lakini nakupenda sana Jessica. Unawezaje kumpenda mwanamke ambaye unamsaliti jake ungekuwa na heshima hata kidogo tu, basi ninaomba usinitafute. Kuanzia leo usinijue, nyumbani kwetu, usije sahau kama uliwahi kuwa na mwanamke kama mimi, na unikome koja kuanzia leo. naweza kuongea sema na kusikiliza. Leo tulipokuwa hospitali mimi na Rose tulikutana na mbunge Richard na alimtizama sana Rose, na akasema anamkumbusha mtu ambaye hawezi kumkumbuka samna nusun awena toka siku ya kwanza nilipokutana wewe ulipokuwa wewe na Rosi, wakati Rosi bado ni mchanga kabisa, niliwapenda sana na niliapa kumpenda sana Rosi kama mwanangu wa kumzaa, na niliahidi kabisa kwamba sitaweza wala kuja kukuuliza kwa chochote kuhusu baba yake Rosi. Kwa nini unataka kusema? Nini Saidi? Richard ndio baba mzazi wa Rose. Wamefanya hivi makusudi kwa ajili tu ya kuumiza binti yangu si ndio? Relax, Charles. Ngoja wazungumze mheshimiwa, eh, kuwa na amani. Nina uhakika ni mambo ya vijana tu watayaweka sawa. Yes, mpenzi wangu. Tafadhali usimfikirie vibaya. Wako mimi sio mpenzi wako kojaka. Mimi na yeye tushamalizana kitambo sana. Kwa sababu ya huyo huyo mwanamke wako unataka nikuwepo hapa kwirini, uende popote, twende nje <coughs> tukasongea mzee. Nyie mmefikaje hapa? Mina, tupishe. Nataka kuongea na Beli peke yake. Unaweza ukatoka na ukakaa mahali popote pale, lakini sio karibu na wageni wangu. Ondoka. Kwa nini umepita mlango wa mbele na mbele wageni wangu. Ha? Kwa nini ulipofika kunipigia simu kaniambia umefika? Na mbaya zaidi, kwa nini hujawahi kuniambia kuwa una mahusiano na kijana wangu Kojak? Oh. Wow. <laughs> Kijana wako? Anaitwa nani? Kojak. Okay, Umeshaikuwa na siku mbaya maishani mwako toka umezaliwa mpaka umefika umri huu umeshai <tosha> mimi. Ni mtu mzima, nimeishi miaka mingi, kuishi kwingi, kuona mengi na kujifunza mengi, isitoshe nimeishi siku nyingi.